Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na vidokezo kabla ya kuangazia mada ya siku Ambapo polisi walilazimika kutumia nguvu kuji, ili kuifungua barabara ya Kisumu kuelekea Busia eneo la Buyangu kaunti ya Vihiga, baada ya wakazi wa Emuhaya kuifunga kwa saa kadhaa wakilalamikia kuongezeka kwa, kwa visa vya ukosefu wa usalama. Waandamanaji waliwasha moto barabarani na kuwatuhumu polisi kwa uzembe kazini, wakidai kuwa washukiwa wa uhalifu huachiliwa mara kwa mara. Ripoti zinasema kuwa watu tisa wameuawa kinyama na wengine kujeruhiwa na genge la wahalifu katika kipindi cha miezi sita wamemtaka waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kuhakikisha usalama wao. Tunataka audience kutoka kwa OCPD na OCS wa hii area waseme ni nini haswa wanafanya. Wanatoa vijana wakishikwa, wanatoa vijana tena, wanarudi sasa. Ndio kwa sababu tunataka watusikilize, tuongee nao watuambie ni nini hasua ambayo inafanya kuna ukosefu wa usalama huku mbali na West Bunyore. Atilaji watu wa Emuhaya West Bunyore wanapouwawa, wakipeleka kompleni kwa polisi, hakuna action yote imechukuliwa. kufikia kwa mwenye nafaa atolewe jana, mwenye wanakataza hata awezi tolewa. ni watu tisa wenye wameumizwa ni zaidi ya watu kumi, na hakuna mmoja hata culprit ameshikwa. Tukishika wazifu wanawatoa